Uh, jamani kumbuka kwamba tuko na Plascon Color Your World, uh, tunaongelea leo uwekezaji. Sasa wewe ambao umeamua sasa kuwekeza kwenye nyumba yako, maana ni uwekezaji pia, sawa? Kwamba mimi nataka nyumba hii hapa imejengwa kwa hela nyingi sana, kuna nyumba za gharama kubwa sana. Lakini nyumba umejenga kwa gharama, unajua kuitunza vizuri, iendelee kuwa na muonekano mngavu unaopendeza. Sasa kama nyumba yako ni ya ghorofa, tumeshaambiwa kwamba uwekezaji mkubwa uko kwenye majengo Asa, unakaja kwenye jengo zuri kabisa majengo ande... ya biashara sikuwa hivyo, wakupangisha apartment na lakini vyoo vya kushare yeah, apartment. <laughs> <Yeah>, you... <laughs> apartment hapo kwa rangi ya nje kama ni ya, kupi, ya kupaka kama siyo, unajua kuna majengo ya vyoo kuna majengo ya, <clears throat> kuna majengo ya, ya kupaka rangi Jamani, ili rangi kai mda mrefu ni vema kabisa kutumia kitu inaitwa Plascon Silicone. Kwanza ina mkataba ina kaa muda mrefu sana. 15 years. Also, up to 15 years. Kwa hiyo unajua kwamba ukishapaka leo it's fine, lakini kumbuka kila siku inazidi kuwa mpya. Kwa hiyo haifubai, haichakai, haianza kuleta alama alama kama imepakwa na fundi ambaye anajua kazi yake au mafundi ambao wanajua kazi yao, lakini Plascon Silicone ndio faida yake. Haijalishi kwamba hiyo iko karibu na ufuko kabisa wa bahari ni kwamba nini? Jua mvua, baridi, joto, hali y unyevu, unyevunyevu au ile chumvichumvi kwenye kwenye hewa, hewa, haijalishi as long as it's silicon, haiwezi kupenya na kuharibu jengo na muonekano wa jengo lako, investment yako, kwa itumie Plascon Silicone, ikusaidia wewe hapo. Plascon.